Mimi naitwa Japheth Changalawe ni afisa mahusiano kutoka ofisi ya Mheshimiwa mbunge mbunge wa jimbo la Butiama, ndugu yetu mpendwa Jumanne Sagini. Tumepata ujumbe mzito kutoka kwa Mheshimiwa, tena wa faraja kubwa, baada ya kututaarifu kwamba kwa ajili ya mahusiano yake na ndugu zetu kutoka Uturuki wameamua kumletea ng'ombe mia tano kwa ajili ya ya kugawia wananchi wake wa wilaya ya Butiama kupitia vijiji na vitongoji ni pamoja na taasisi zilizomo ndani ya wilaya yetu ya Butiama. Kwanza tukio hili lina msingi mkubwa sana kwa Mheshimiwa mbunge. Kwanza, ninamwaminisha kwamba yeye ni muumini mkubwa sana wa kiroho. Watumishi waliotoka huko Uturuki hadi wakafika nchini Tanzania kumwamini yeye na kumletea mali hii kubwa ya ng'ombe mia tano ina maana kwamba ni mwaminifu katika hali ya, ki, ya kiroho na katika dhehebu lake la Kiislamu. Ni mshiriki mzuri wa utoaji zaka fungu la kumi, hata katika makanisa mengine mfano ametoa zaka nyingi na mafungu ya kumi mengi katika makanisa ya, ya Mennonite RC. E, na angalikana na amekuwa ni msaada mkubwa hata kwa, kwa, kwa mahitaji ya kuwa mgeni rasmi katika makanisa na madhehebu hayo. Kwa msingi huo ndio sababu tunamwamini kwamba ni mtu ambaye ni mtu wa watu, ni mtu anashughuli katika masuala ya, ya kiroho na ya kimwili. Kwa hiyo ndio sababu anatimiza wajibu wake kuwahudumia watu wa kirona pamoja na watu wa kimweli. Bwana Samweli Sanane Mboje, kwa niaba ya ofisi ya kijiji cha Mwikoro, tunapenda kutoa shukrani za dhati kwa mheshimiwa wetu mbunge Bwana Jumanne Sagini kwa msaada aliyoweza kutoa hizi mboga ziweze kuwafikia wananchi wake ili kila mmoja aweze kupata kitoweo hiki. Ameweza kutoa hii mboga pasipo kuzingatia chama wala ukabila, awe Chadema, awe CCM, awe kafu, hao wote ni watu wake. Mimi naita semeni igongo nyamsingura, namshukuru mbunge wetu Jumanne Sagini kwa kututetea msaada wake, na sisi wanyonge tupate kufaidika na wale masikini tupate kupata faida yoyote ile. Tunashukuru sana kwa msaada wake. Kila mtu apate alichokipata, hata kio kidogo lazima atoe shukurani. Tunamshukuru sana, tunapatia yani, tunamshukuru kwa dhati, kwa imani zote ziwepo. Kwa shukrani kubwa sana leo. Nilikuwa sina hela ya kunua mboga, lakini leo nimepata msaada mkubwa kwa kupata mboga nakuwa na familia yangu kwa raha zangu. Natoa shukrani kubwa sana kwa kitongoji kwenye Magembe, tunakula kwa raha zetu na furahia mno. Ni shukrani kubwa sana kwa, kwa, kwa wananchi wote.